Nashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikiwa na tumetoka salama na wachezaji wametoka salama. Kwa upande wangu, timu imecheza kikubwa leo. Tulikuwa tunatafuta matokeo leo, tulikuwa tunatafuta kufuzu, sio kushinda tu, kwa sababu unaweza ukashinda na bado usifuzu. Leo sisi tulikuwa tunatafuta kufuzu. Tumefanikiwa kufuzu, tumeona mbinu za mwalimu mpya, mwalimu, mwalimu mpya na timu yake, timu kaichukua na nahisi kama wiki moja. Tokea, tokea amefukuzwa kocha wa mwanzo. Kwa hiyo tunashukuru. Tumeona kuna kitu kimeongezeka leo tofauti na mechi za awali. Leo kuna kitu fulani tumekiona kimeongezeka. Tunashukuru. Kadri siku zinavyozidi kwenda, timu inazidi kuimprove moja kidogo kidogo, vipi performance ya mchezaji mmoja mmoja, hasa ukimwangalia Mohamed Hussein Shabalala ameanza leo, lakini pia Prince Dube performance yake kidogo ilikuwa haieleweki, leo unazungumzia hivi wachezaji viwango vyao tunaviona. Kama Dube leo amekosa magoli mengi sana, wazi hakuwa na bahati, lakini uzuri wa Dube akiwa uwanjani anaichezesha timu, ila leo alikosa tu kufunga yani, amekosa nafasi za wazi kabisa, haikuwa bahati yake kwa siku ya leo. Kwa wachezaji wengine nimeona kama Shabalala nimeona kiwango chake pakome, tumeona kiwango chake, wako vizuri. Kipi kilikuwa kwa akikuwa kwa Paul sasa hivi nakiona baada ya kuondoka, jinsi upangiliaji wa timu yani, upangiliaji kwenye sabu alikuwa anakosea sana kwenye sabu. Kama siku zile amemtoa Mwenda anamuingiza Max, anamshusha chini anacheza namba mbili. Leo tumeona kaumia, kaumia muda Max akaja kucheza namba nane, sababu hata siku kuna siku siku Max upo muda upo, lakini Max tunaona anachezaga namba nane namba ngapi, lakini unamrudisha kumrudisha Max nyuma ni kuirudisha timu nyuma. Leo tumeona sababu zake kidogo japo alichelewa. Mashabiki wengi walikuwa wanataka sababu ifanyike kwa mapema. Sasa sisi tulishashinda tunaongoza, ukifanya sababu mapema, wale wanafanya sababu wanajilipua, wapate goli moja wafuzwe. Sisi tunataka tulinde, yani tu, tu, tuongeza goli na pia tulinde, wala asipate goli. Kwa hiyo ndio maana kocha alidelay kidogo kufanya sababu, ila mimi nashukuru tumefuzu. Mwabudi Hussein yuko vizuri bado, yani leo anaonekana kama bado ana miaka 17 kabisa. Jinsi unavyoona Young Africans dakika 90 za hapa jijini Dar es Salaam, dakika 90 za pale nchini Malawi, unaiona Young Africans mwaka huu ikifika hatua gani ligi ya mabingwa barani Afrika? Mwaka huu tunafika mpaka robo robo, tunafika kabisa makundi. Tutapambana mechi za nyumbani tushinde, kwa sababu yani kizuri mechi za nyumbani nataka ushinde. Kuna mwaka kuna timu fulani ilisha kufuzu, ilishinda mechi tatu tu za nyumbani, awe zote alipoteza, ila za nyumbani zote akashinda, akafuzu. Tulihitaji kwenda group stage, uh, klabu bingwa barani Afrika na tumeenda. Unajua jambo kubwa kuliko lote, uh, na hiyo upase ufahamu katika nchi hii, sio nchi hii Afrika kwa ujumla uh, timu ya kwanza, mwasisi wa mashindano ya CAF Champions League, mwasisi wa group stage klabu bingwa barani Afrika baada ya mwaka 65 kuanzisha mtindo wa mtoano, baada ya mwaka 1998 kuanza hatua za group stage klabu bingwa barani Afrika, Yanga ndio ilikuwa ni klabu ya kwanza kuingia hatua ya makundi. Yani mwasisi wa klabu bingwa barani afrika group stage ni Yanga Sports Cup. Unapataje picha kama mwasisi anakosekana katika hayo mashindano? hiyo la kwanza, lakini ya pili tumetengeneza heshima kwa sisi. Tumekuwa ndio timu pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati kwenda CAF Champions League group stage mara ya tatu mfululizo. Kipindi Yanga ya dominate mpira wa Tanzania, kuchukua vikombe vinne, kaifanya Yanga imeenda mara maraata Simba ajae kufanya mwenewa, yani Simba alipokuwa dominate mpira wa Tanzania miaka minne iliyopita hakuwahi kwenda CAF Champions League group stage mara tatu mfululizo kwa sisi kama muasisi na tumeonesha njia, na mimi nimewambia Yanga ndio timu pekee katika aiza Tanzania wapo CAF Champions League peke yake, na sisi tumeonyesha njia, ndio timu ya kwanza kwenda CAF Champions League ndani ya msimu huu yeah. mechi ya kesho na mechi ya Singida ile ni kombe la shirikisho. Simba anacheza shirikisho, niuliza kwa nini Simba cheza shirikisho si ndio? Yeah. Singizi yao mwaka jana wacheza shirikisho walitoana bao nane, ni timu za shirikisho zinacheza kwenye CAF Champions League. Hizi maana yake kwa ujumla ni shirikisho unanielewa? Hajakutana na timu ya CAF Champions League au, au timu ya CAF Champions League alipokutana na Yanga katika ngao ya jamii, timu ya CAF Champions League Simba amefungwa. AS sbekane alikutana na timu ya CAF Champions League. Pia ni alifungwa. Simba hajaanza kucheza CAF Champions League, wapo shirikisho. Timu za shirikisho ai za Tanzania ziko tatu, yuko Azam, yuko Simba, yuko na Singida ya CAF Champions League kwa Yanga peke yake. Kwa sisi tumekuwa mwasisi na timu ya kwanza kwenda kwenye CAF Champions League arzi Tanzania, yeye sisi kama wakubwa tunaweza kuwabeba watu wengine wadogo wadogo wende kwenye CAF Champions si League hiyo. Ndio swali zito ambao tuko hapa mwalimu, mmeshinda, lakini eh, performance kwa safu Afrika, Dube, um, kwa dakewewe, ya ushambuliaji imekuwa ni butu. Price Dube ni kama bado tatizo halijatimika. Nataka uelewe hii ni hatua ya kufuzu, si ndio? Yeah. tulihitaji goli mbili tujapata, tumehitaji goli mbili tujapata, tumepata. Tumepata Tume goli wapi Tume katika yani mbili ambazo za kwenda wapi at katikantua kuangalia magoli mengi tulikuwa tunahitaji goal goli kuanzia mbili kwenda cup Champions League, na tumehitaji tumepata cha msingi, tumeenda kuna nini katika group stage. Hayo mambo mengine anazungumza wewe, ni kaide katika football, kuna mtu akosi magoli, kuna mtu akosi magoli, alandi anakosa magoli na bora wake hayo. Unazungumza mtu mmoja, tunazungumza in general performance. Leo umemwona pakome ambao tunasema ni MVP, sio ana skills, ana dribbling, ana ana kate nafasi, anafanya kila kitu, namba kumi duniani ambao anapaswa kufanya kwa leo. Mashabiki wapenzi wa Keleketu ambao wamekuja kutuunga mkono, wamefurahia matunda yao ambao wameyaona, lakini kwa kipekee ni lazima tumshukuru GSM kwa kazi kubwa aliofanya leo. Yanga ameweka free na tumeona uwanja umetapika na watu wamekuja kwa wingi na watu wamekuja kuunga